Hiki ni kipindi cha mpito, naombe sana wana dar es salaam na wana pwani tuwe watulivu. Maelekezo ya wa mheshimiwa rais daktari samia suluhu hassan kwa wizara ya maji, viongozi tutoke ofisini tufanye kila linalowezekana. Tuna sapoti kutoka kwake, kipi ambacho tunaweza kukifanya kwa kipindi hichi, ipo tayari kutusapoti ili tuvuke salama. Tufanye kazi pasipo kawaida. Hii ni vita, lazima tupigane kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma maji safi na salama. Tumepita baadhi ya maeneo kwa tulikuwepo Kimara, matenki yale yamejaa, tumearuhusu. Tumepita mtaani, tumejionea hali ya upatikanaji wa maji. Tumepita pale Magufuli Hosteli, chuo kikuu cha Dar es Salaam, huduma ipo. Tumepata wasawa kwenda Mabwepande, tumepata wasawa kwenda Bunju na maeneo mengine. Kawe nimepata taarifa maji yanapatikana. Tumekuja hapa maeneo ya Mwananyamala, maji yanapatikana. Kwa hiyo kikubwa bahaza, JFK, ni faraja. Yapo baadhi ya maeneo yatakuwa hajafikia, nataka niwatie moyo yatafika. Kwa hiyo atapokuwa amefika kipindi hicho yahifadhi ili kuhakikisha kwamba tunavuka salama. Maji ni uhai. Maji hayana mbadala. Kwa hiyo tutafanya kila linalowezekana. Tutafanya kazi usiku, tutafanya kazi mchana. Tutasimamia hichi kilichopo kuhakikisha kwamba kinawafikia wananchi, si kama maji hakuna kabisa. Ila haya yaliyopo yagawiwe kwa usawa. Itakuwa sio sawa kuona maeneo fulani ndio yanapata huduma, mengine hayapati huduma. Kwa hiyo hilo na sisi kama viongozi, nikiwa na katibu mkuu wa wizara yetu ya maji, tutalisimamia hilo na tutaweka kambi kipindi chote ambacho tutakuwepo katika hii mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Dar es Salaam. Jambo la pili ambalo tumelielekeza kwa kuwa tumepata upungufu Ruvu Chini, tulishachimba visima, visima vile ambavyo tulivyovichimba viingizwe katika mfumo na tumepata wasaa leo, tumekuja hapa mwana mwananyamala eneo la makoma koma tulichimba ni miongoni mwa visima ambavyo tumevichimba vimekwisha ingia kwenye mfumo, na hapa ni sehemu ya wanufaika. Swala la ukame si jambo la mtu ambalo unaweza ukaamua kwamba zimechelewa kunyesha mvua. Kwa hiyo kipindi hichi tutapata changamoto, lakini tutajipanga naamini na tutavuka, tutavuka salama. Lakini kwa kipindi hichi sionekane baadhi ya watu wakanufaika wakauza maji kwa gharama kubwa Viongozi wa wizara wapo wapo watu ambao wametoa leseni, tutasimamia kuhakikisha kwamba hakuna ulanguaji, hasa katika swala zima la huduma hii muhimu sana ya maji. Lakini wizara ya maji tunaamini na tunaendelea kusisitiza kwamba baadhi ya maeneo ama wadau ambao tuliwapatia vibali kwa ajili ya kutumia maji, hasa kwa, kwa umwagiliaji kwa maana ya kilimo, kwa kipindi hichi tutasitisha kwa muda mfupi, ili kuhakikisha maji yale yote yanakuja kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Kuna operation kubwa inayofanyika hasa yale maji ambayo yalikuwa yanachepushwa, yote yanarudi katika uhalisia, katika mkondo yaje katika mitambo na watu waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Ili katika kuhakikisha hii hali haitokei tena, ndio maana tumefanya maamuzi kupitia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na ametusupport fedha zaidi ya bilioni 300. tunajenga bwawa la Kidunda.